Kwa jina naitwa Francis Gabrieli Masanga, afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Momko. Momko ni kampuni ya wananchi iliyoanzishwa na kampuni binafsi ya Goditech ikishirikiana na NMB na Mkurabita pamoja na Stamico. Kampuni hili linajishughulisha na kazi ya uchimbaji, lakini vilevile vile, kampuni hili linajishughulisha na, na ununuzi wa madini kama dira. Vile vile kampuni hili limewekeza katika sekta mbalimbali za uendelezaji rasilimali watu, lakini na sekta zingine kama Mtajirishaji Media na makampuni mengine ya uchimbaji. Leo tuko hapa Geita katika mkutano wa wachimbaji wa madini hapa Ushirombo. Tuna matumaini yetu katika mkutano huu, sisi kama MOMCO tutaenda kunufaika katika mambo mengi. Kwanza ni ushirikiano tutakaoupata, lakini vile vile na elimu kubwa ambayo itata tutaipata kutokana na mafundisho yatakayotolewa katika mkutano huu. Lakini vile vile, kutokana na mkutano huu tutapata elimu ya kiufundi ya kiuchimbaji ambao utatuendeleza na kutuinua zaidi kutoka pale tulipo na kupanda zaidi, na hapo itatuletea tija katika kampuni letu kuongeza kipato, lakini si hilo tu, hata taifa kutokana na mapato yatakayotokana na kipato tutakachokuwa tumekipata katika uchimbaji, lakini vile vile katika nyanja yetu ya ununuzi wa madini kwa kupitia mkutano huu unaofanyika leo hapa Ushilombo, mkutano wa madini, na wa hasa vijana wajumuike, wa vijana wa bunifu, vijana wenye taaluma zao wajumuike katika kujiunga katika makampuni na hasa katika mfumo huu wa afineti, kwani kutokana na hilo wataweza kujiokoa katika shida ya ajira, lakini vilevile kuungana na makampuni ambayo tayari yameshakuwepo katika mfumo huu wa afineti. Asanteni.